Wapatanishi wamewasiliana na mkuu wa tawi la kijeshi la Hamasi huko Gaza, ambaye alionyesha kwamba hakubaliani na mpango mpya wa Marekani wa kusitisha mapigano. Izz al-Din al-Haddad anafikiriwa kuamini kuwa mpango huo uliundwa ili kuimaliza Hamasi, iwe kundi hilo litakubali au la, na hivyo amedhamiria kupigana. Mpango wa vipengele ishirini wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita, ambao tayari umekubaliwa na Israeli, unaeleza kuwa Hamas itaweka silaha chini na ina jukumu la baadaye katika kutawala Gaza. Inadhaniwa kuwa baadhi ya uongozi wa kisiasa wa Hamas nchini Qatar uko tayari kuikubali kwa marekebisho, lakini wamepata ushawishi wao kuwa mdogo, kwani hawana udhibiti wa mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo. Inaaminika kuwa kuna mateka 48, waliosalia 20 tu kati yao wanaodhaniwa kuwa hai. Kikwazo kingine kwa Hamas ni kwamba mpango unawahitaji kuwakabidhi mateka wote katika muda wa saa 72 za kwanza za usitishaji mapigano, kutoa suluhu lao pekee la mazungumzo, pamoja na hakikisho la Trump kwamba Israeli